Wote wajumbe wa kamati tendaji tisa wakiongozwa na Rais Injinia Hersi Said, makofi tafadhali. Lakini sisi kama mkoa tunatoa tamko na msimamo wetu kuwa uongozi wa kamati tendaji ukiongozwa na Rais Injinia Hersi Said usikubali kwa ushawishi wowote ule kurudia mechi ambayo sisi mechi tumeshaimaliza. kakero na gharama. Leo kwanza tunazungumza tuna hasara tatu. Wanachama wamekula hasara, tumefiwa na wanachama wetu, gharama zinaumia na wanachama, wanachama nchi nzima wamekula hasara. Nani analipa gharama? Gharama za wanachama nani analipa? Kiongozi wangu mkuu amesema wazi kabisa, tunataka pointi tatu na mechi hatutaumia. Yeah, yeah, yeah, yeah madaraka Yanga ni timu kubwa na tunajiamini na pia yeye anatakiwa atambue anaongoza watu wenye akili timamu. Cha kwanza, hatuchezi mechi, tumeungana na mikoa mingine. Niaba ya wenzangu hatutakiwi wala wa, kiongozi wetu rais wetu engineer Saidi na kabineti yake kusubutu wala kufikiria Yanga kukubali tarehe tajwa ya aina yoyote ile ndani ya msimu huu. Tumesafiri kwenda Dar es Salaam, tumepata hasara ngapi? Unaacha familia unaenda kwenye game, avu nairishwa kenyeji. Hata kikao alichokaa cha masaa sabini na mbili, wapi sheria na kanuni inajadili fujo? Hakuna kipengele kinachoongoza kujadili fujo. Fujo masaa sabini na mbili inakaliwa baada ya mchezo usika, ndio masaa sabini na mbili, sio kujadili fujo. Uharaka ule walitoa